Na ikifika mwezi wa Ramadhani, angalia, Mwenyezi Mungu hakuweka wale wasiokuwa na chakula wafunge, tumewekewa sote, lazima tusifu, tufunge, hakuna kula mchana. Mwenyezi Mungu akawafanya matajiri nao washize njaa ili wajue maana ya kutokula mchana ina maana gani, wakati naposikia maskini anaposema nina njaa, sijara tangu jana, ajue kwamba mimi ninapokuwa nimefunga Ramadhani ile saumu yangu huwa nakaaje? Kwa hivyo aheshimu wakati mtu anapomwambia hajati musawa walau fi nahari Ramadhani, ijapokuwa ni mchana. Pengine katika kule tutatofautiana, lakini mchana sote tumepigwa na mchana, huyu ni musawa kwa Mwenyezi Mungu anaujalia. Na kule kwenye hija Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anatuweka wa hakuna, tafadhali, hakuna kutofautiana baina yetu kwa vyeo wala kwa rangi wala kwa makabila, sote tunasimama kwenye uwanja wa Arafa, na watu wakimnyenyekea Mwenyezi Mungu, wakilia, wakimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa wa watu wanakupanda kwenye magari kutoka Makka kwenda Arafa, wote lugha yao ni moja, labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'ma laka wal mulk la sharika laka wal mulk. Na ukumbuke hapo kuna rais wa nchi rais wa nchi anatoka nchini kwao, ndiye ndiye president amekwenda kule kufanya ibada, asema lakawal mulku, we Mwenyezi Mungu ndiye mfalme wewe, ndiye kiongozi. Kuna mfalme wa nchi fulani, kwa sababu kuna nchi ambazo viongozi wao ni wafalme kama Saudia na nchi zingine. Pia naye akenda pale, lakawal mulku la sharika la, ufalme ni wa Mwenyezi Mungu, hakuna tafadhul baina ya watu. Watu wanakwenda kule wakiyafanya yale. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ameweka hija kuondosha ile tofauti ya watu katika hali kama hizo, ili mwislamu atengeneze ile, ile tawaru na unyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Ndugu zangu Waislamu, tukimalizia fi lhaji tautikun limabdai taaruf, Mwenyezi Mungu ameweka ibada ya hija ipatikane taaruf baina almuslimini Mwenyezi Mungu Subhanahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: inna khalaqnakum shu'uban wa, wa qabaila lita'arafu, tumewaumba nyinyi kuwa mataifa na makabila ili mjuane, inna akramakum indallahi atqakum. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka kitu ambacho kinajenga taarufu zaidi. Sisi waislamu tuna jambo ambalo ni